Eh, vyovyote unavyonijua lakini fahamu kuwa wasizungumzagi kitu ambacho baada ya kuzungumza hakuna kitakachobadilika kwa kuna tukio linaweza likatokea mengine ukaona Mbarikiwa hapa mbona eh, ni kama ataongea na ukaona sijaongea kwa wakati uliotegemea kwa namna ambayo ulikuwa umetegemea nianze kwa kusema ikiwa katika yote ambayo Polepole pole alikuwa akiyasema kuna jambo alikukosea yeyote, naomba ungemsamehe sana, kwa sababu inawezekana hata wewe kuna watu uliwahi kuwakosea kwa sura kama hiyo, na pengine hawakuchukua hatua mbaya kwa namna kama hiyo. Najua Waswahili wanasema mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu uchungu. Mara nyingi watu huwa tunaonaga mwingine ndo amekukosea sana, ila wewe hata kama ulikosea, ulikosea kidogo. Kila mtu nakuwa na vitu vyako ambavyo wewe unaviwekaweka humo kwamba, lakini mimi huyu alikuwa anahatarisha uhai wangu, huyu alikuwa anahatarisha uhai wa watoto wangu, huyu alikuwa anahatarisha ee, cheo changu lakini swala tu ni kwamba wewe, kuna watu uliwahi kuwakosea sana. Kuna watu umewahi kuua watu, ni kosa kubwa sana kuliko kukusema tu hivi. Kuna watu umewahi kusababisha hasara na madhara makubwa kwenye familia kadhaa, lakini pengine hawakukufanya chochote. Uenda kwa sababu wewe una, we, una ulinzi lakini We fahamu kwamba e, duniani ukipata nafasi ya kusamehe samehe, namaanisha msamehe, hususani kama yuko hai, msamehe bila kujalisha ana madhara kiasi gani, na ikiwezekana usababishe madhara mengine juu yake, na kama ikikupendeza mhurumie mama yake, mhurumie mwanamke ambaye yuko kama mama yako, aidha yuko kama wewe ambaye mtoto ni kama unavyomuona mtoto wako au vile ambavyo mama yako anakuona wewe. Na ikiwa Polepole pole amefariki, basi ziko namna ambazo wengine kua anasema atakuwa amekufa kizembe sana, atakuwa amekufa kipweke sana, atakuwa amekufa kiboya sana. Lakini mimi naweza kuambia vyovyote anavyoweza akawa amekufa kwa namna hizo, ila anachohisi huko ndiyo kufa kishujaa. Kufa kishujaa ni nini? ni kuhakikisha ukiwa duniani umetimiza wajibu wako. Silaha kubwa ya wabaya wanaotekeleza mabaya ni kuwadhibiti watu wema wasiseme, washamwombe Mungu tu. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho kusema mabaya ni kuchanganya dini na siasa. Inadhaniwa eh, mambo kuhubiri sijui ni kufanyaje sijui sijui ni kutabiri baraka, mafanikio, utajiri. Lakini ukweli Mungu ajawahi kutoa kazi ya kuhubiri ifanye hayo si kukomboa udongo, kutoa sadaka eh, kumwamini Mungu, sijui hajawahi kutoa Mungu kazi ya uhubiri iwe hivyo. Kazi ya uhubiri ni watu wanaofafanua sheria, amri, miongozo ya Mungu na faida zake kwa anayefanya sawa sawasawa, na hasara zake kwa anayefanya vibaya, na kuainisha adhabu mbalimbali mbali ziwapasazo watu kuzipata wakikosea kitu fulani, au mafaida fulani wanaweza kuipata wakifanya vizuri kitu fulani. Mgogoro ulipo ni kwamba utakapomwambia mbaya kwamba kuna amani kwa wabaya, mshahara wa dhambi ni aibu na hatimaye mauti, utaaibika utaumia. Hao ndio ambao hutengeneza propaganda ya kwamba uhubiri injili uhubiri injili uko ni kuchanganya dini na siasa, kusikiliza uovu. Maovu ni tendo lolote linaloleta hasara, madhara, maumivu kwa mtu mwingine, hasa asiye na hatia. Uki, ukiambiwa kataza dhambi, kemea dhambi dhambi sio ulevi tu, ama nikwambie hata vitu ambavyo vinaweza vikuwa vigumu: ulevi, uzinzi, matusi na vitu kadha wakadha. Asilimia kubwa ni dhambi zilizo matokeo ya dhambi, ni dhambi iliyo matokeo ya dhambi. Kwa Afrika huko, asilimia kubwa watu hulewa, huvuta bangi hulewa huvuta bangi huwa na matusi ovyo, huchepuka kwenye ndoa, kwa sababu ya mifumo ambayo imeweka mazingira magumu ya mtu kusurvive. Kwa atakapokuwa amejaribu kufanya biashara hii kimegoma, amejaribu kwenda kwa ndugu huyu, ndugu hakuna anachotatua anajibu, ameenda amejaribu kufanya hiki kimeshindikana, ndipo watu hujikuta kuvuta bangi. Mfanya biashara hapana, kutaswi kuna TRA, kuna GG, kuna TFDA hii, kuna TBS hii, kuna GG, kuna takataka -taka, kuna faya, kuna eh, ushuru halmashauri swi nini, akiangalia faida yake reseni, sijui nini, faida yake hamna. Anajaribu kufungua duka ili nakataa, anajaribu kuzungusha vitu vinakata mara nyingi watu hujikuta e, wanalazimika wanaanza kuvuta bangi, kunywa pombe, kwa sababu mambo yamekataa. Analima yeye mwenyewe, anaweka mbolea mwenyewe, jua likimpiga ni hasara yake, mvua zikizidi ni hasara yake, upepo ukipiga ni hasara yake, lakini chochote atakachovuna, kuna watu wako mlangoni, kuna watu wako kwenye mageti huko, wanataka ushuru ambao mfanyabiashara atalazimika akamuumize yule ili apate pesa ya kulipa ushuru, humo katikati ambamo atakutana na vigingi hivyo. Siwaambii ushuru ni dhambi, lakini sisi sehemu kubwa eh, sheria zetu zimewekwa kwa namna yenye kukwamisha zaidi, sheria siwezeshi kwamba inaanza kwanza kuwawezesha watu, ndipo ikishawezesha inachuma kutoka kwa hao wa watu, inapata sasa chochote kitu ili ikawezeshe na mambo mengine. Kwa sehemu kubwa sheria zimekaa kwa mfumo na namna ya kukusanya, alafu wachache waliokaa kwenye kiyoyozi wazitumie na kuziharibu hovyo hovyo na wakisema, hiyo ndio kazi ambayo wanasimamia, si serikali, si jamii na vitu kadha wa kadha, ama sheria. Kwa hiyo nirudi sasa kusema Polepole, eh, pole. Kama atakuwa amefariki, ametimiza wajibu wake huko, ni kufariki kishujaa. Eh, duniani tunatakiwa kusema ili mambo yarekebike, ya, ya yakae sawasawa ni kusema. Mambo tangu asili mpaka leo, mambo yaliharibika kwa kusema kwa, kwa tunaosoma Bibilia nyoka alimsemesha Eva, alimsemesha Eva ati Mungu amewaambia, Eva alimsemesha Adamu, ndipo uharibifu ukaingia. Delila alimsemesha Samsoni, uharibifu ukaingia. Eh, Yezebeli alimsemesha Ahabu, kila palipo na uharibifu kwa sehemu kubwa, kila palipo na uharibifu, ya, ni maneno sehemu kubwa ya walioko eh, hao wanaosimamia mambo sasa wao wana vikao, wao wana mazungumzo, wao wana matamko na maelekezo yanayopelekea hivi vitu viharibike hivi, hivi vitu viharibike hivi. Wao wao wana, wanaongea usiku na mchana, hivi vitu haviharibiki na shetani kwenye ulimwengu wa roho, kwamba shetani mwenyewe tumkabili huko kwenye ulimwengu wa roho yeye ndo anaharibu, ni watu wanakaa vikao, tupige wapi, tumpige nani, tuingize mchongo gani, watu tuambieje? Ndo maana Biblia haijasema piga kelele, mwambie shetani mabaya yake. Biblia imesema piga kelele, waambie watu makosa yao. Ukisema ubaya wa watu, huwa wanajua. Sasa na wengine watafahamu, ni kuwafichua na mwisho wa siku, ndio maana wanaochukia ni watu, wanaokuua ni watu. Shetani ni watu wanaopanga na kutekeleza mabaya, Mungu ni watu wanaopanga na kutekeleza mema. Na ndio maana anayekuja kukudhuru sio shetani, wanakudhuru watu, kwa sababu watu ndio shetani, watu ndio Mungu. Nasema kuna vifo vya ajali, kuna vya hospitalini, ukikuwa utajua sehemu kubwa, hata hivyo vya ajali, vya hospitalini ni watu wamechora mchoro kwenye madawa ama wanapokutibu wanajua huyu apotee wa huyu aendelee kuishi. Ni watu shetani, ni watu, asilimia kubwa ya vifo vinavyotokea Afrika, madhara mabaya yote tunayoyaona ni watu. Kwa hiyo ukiongea na watu huwa inakuwa chungu lakini, kuna mahala wanaweza wakaelewa kwamba hapana. Lakini mbona jambo lile ni kama litaleta faida kwetu sote, tena faida hii hii? Kwa hiyo sawa, naweza kusema amekufa kiboya. Nyie mna hekima, hamsemisemi. Mimi nimesema kama kuna aliyokosea kweli, msamehe lakini kama kuna ukombozi wote utautegemea ukadhani sijui utaenda kufunga na kuomba. Sii, mnafunga na kuomba, funga ufungavyo, kuna mtu lazima ajitoe kuteke, kutimiza hicho ambacho unataka Mungu afanye, na huyo mtu kwa sehemu kubwa ni wee mwenyewe. unayefunga na kuomba ndo unatakiwa utoke, useme hili, hapana. Madhara yake ni moja mbili tatu, ufundishe, ufafanue, uelimishe na wakati huo ukumbuka, utakuwa unacheza na kitumbua cha watu, unacheza na maisha ya watu. Kwa vyote vile unaweza usiwe salama, na mambo kama haya ya kina Polepole niweza yakakutokea na wengine wengi ambao tumepitia kulia kwa kila aina. Eh, shujaa sio mpaka aokoe. Ndio maana kuna makaburi ya mashujaa wengi, wamnaosema umekufa kiboya, umekufa kizembe, ilikuwa huu nasema ya huko nje ya nchi ni wenyewe wa mnaanza kusema tena walioko nje ya nchi. Hapana, mongesemea hapa hapa ndani ya nchi. Kwa hiyo ni jamii ambayo kwa sehemu kubwa huwa hamjulikani, lakini mashujaa eh, jamii ambayo hamweleweki lakini mashujaa. Si lazima aokoe shujaa. Shujaa ni atimize wajibu wake. Ndio maana kuna makaburi ya mashujaa, sio wote waliokoa. Wengi walifia katika kupambania kila ambacho eh, wengine baadaye pengine walikuja kunufaika nacho kwa hiyo Polepole alijaribu sana. Ni shujaa kwa namna gani? Jaribu kufanya kila kile ambacho Musa alikifanya. Musa, kwa imani alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, kaona ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Aliacha kaulaji fulani akaungana na wanaotekwa, wanaolia, wanaolalamikia kuonewa, na hatimaye yeye mwenyewe ameonewa, amefanyiwa mabaya yale yale. Huko ndio kuungana na wabaya, si kila kuungana na wabaya na, na, wanaolia. Huko ndio kuungana na wanaolia sio kila kuungana wanaolia, lazima ufe. Kumbuka akina Musa hawakufa, waliokoa. Na mimi katika clip ambazo niwahi kusema kule mwanzo, niwahi kusema uh, pole pole ndiye Musa enewe, anyway, si lazima uh, inawezekana hata okoa, lakini maamuzi aliyofanya ni maamuzi waliowaifanya akina Musa. Na mpa pole sana mama yake, ndugu zake, kwa kipindi hiki cha sintofahamu na kila aliyeguswa na asilimia kubwa ama mia, na watu wote waliowawa waliotekwa na hata hali ilivyo, pole. Tuendelee kupeana pole. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kusema Mbarikiwa e, kufanya hivyo. Meona mtu mmoja anasema nazima moto kwa petroli, itakiwa uwe kimya Niamini hicho siongei kwamba napambana na mtu, natumia lugha ambayo naamini hata nikipata madhara, vizazi vyote ambao vitasikia ninayosema ni, ni vitasema ise e, huku ndo kuuawa bila hatia sosen. Sasa kwa sababu ni kama sasa, siingii ndani kutaja mtu yoyote jina lako naongea vitu kwa namna ambayo enewe eh, anyway. Lakini nikujulishe kwamba mimi kukaa mafichoni hakupelekei nione sasa eh, nimwachie Mungu sasa tahubiri. Mungu alitutuma sisi ndo tuhubiri, na hakuna mahali ambapo atasimama mwenyewe. Tutaendelea kufanya kazi ya uhubiri. Uh, ikifanyika jitihada tukapatwa na madhara, mimi ndo maana sijawahi kusema habari za si pengine hapa nimejificha, mi nichosema nimebadilisha mazingira aidha aina ya kifo au mazingira ambayo kifo kilitakiwa kutokea ama kingetokea, nimebadilisha aina ya mazingira ama aina ya kifo ambacho kingetakiwa kutokea. Kimsingi mimi nitatimiza kazi ya mhubiri nikiwa katika mazingira yoyote. nilipokuwa gerezani nilikuwa natimiza wajibu wa uhubiri. Mazingira yalikuwa magumu mno, lakini mmoja wawili nilikuwa naongea. Nikiwa katika mazingira haya, nitaongea kazi ya uhubiri kwa haya nifanyayo, yani katika kitu ambacho nisema, ukisema nyamaza hubiri injili, yani pengine useme tu nyamaza kabisa, nyamaza kabisa lakini ukisema ubiri injili kuna injili ya wa vibaka, mitume, manabii, awezi wa mjini, lakini kuna injili ya Biblia. Injili ya Biblia ni habari njema, yaani kukanusha habari potofu, kukanusha habari ambayo watu waliona kuwa njema lakini ina madhara, kukanusha desturi tamaduni zenye madhara ambazo watu wanaona wamezizoea, sababu akina Paulo walipoenda walipokuwa na kamato katika ile Matendo 16, na anasema wanahubiri habari za desturi sizo zetu, mazoea sio yetu. Si tumezoea wachache kushiba, wengi kulia? Hiyo ndo amani, huko ndo kulinda amani. Lakini hawa wanataka eti wote, kama ni kulia basi tulie pamoja na wanaolia, kama ni kufurahi tufurahi pamoja na wanaofurahi, tufurahi wote tuwe sawa kaa, kaa. Sasa wanahubiri kitu ambacho hakiwezekani duniani, kwa kuwa mifumo ya mafarisayo, mifumo ya wakuu wa makuhani, wafalme wa wakati huo ilikuwa inatumia sheria za Musa kukandamiza watu, kuonea watu, kudhurumu watu, kuumiza watu. Ndipo injili ya Yesu Kristo, injili ya Yohana, injili za, za mitume zilikuwa zikionyesha maana halisi ya zile sheria, kwamba hazikuwa wachache kushiba wengi kulia. Kiujumla injili <laughs> ukiachilia mbali na marueru yaliyopo sasa, lakini injili inashughulika na maisha ya binadamu ya kila siku, aishije, asilete madhara kwa wengine na asababishe faida kwenye jamii. Hiyo ndio injili, hayo mnaambiwa, si ya kwenda mbinguni ukiwa taira la kutupwa, mnadanganywa. Kwa hiyo, Polepole ikiwa hayuko hai. Mi nachosema ametimiza wajibu wake, kama amekufa amekufa kishujaa, lakini kama yuko hai na atakuja kutokea akawa salama kwenye mazingira salama, basi inawezekana atakuja kuwa na hatima bora sana maishani mwake kwa sababu ya aliyojaribu kuyafanya naye aliyompata ama tu aliyojaribu kuyafanya. Uh, asante kwa kunisikiliza, na mimi nitarudi wakati mwingine Mungu kinipa neema kwenye hilo jambo ama mambo mengine. Amen.